Taarifa kuhusu Tanzania kuwekwa katika kundi la nchi zilizowekewa udhibiti wa, wa visa kuingia Marekani. Wizara ya mambo ya nchi za nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki, kwa niaba ya serikali inapenda kuufahamisha umma kuwa serikali ya Marekani imetangaza kuiweka Tanzania katika kundi la nchi 15 ambazo serikali hiyo imedhibiti utaratibu wa visa za kuingia nchini humo. Uamuzi huo umetangazwa na rais wa Marekani Mheshimiwa Donald Trump tarehe 16 Disemba 2025 na unahusisha pia nchi nyingine 14 za Afrika ambazo ni Angola, Antigua na Barbuda, Benin, Cote d'Ivoire, Dominica, Gabon, Gambia, Malawi, Mauritania, Nigeria, Senegal, Tonga, Zambia na Zimbabwe. Kwa mujibu wa tangazo rasmi la serikali ya Marekani, udhibiti huo umetokana na taarifa za wakaaji zaidi ya muda, yaani overstay report, iliyoonyesha kuwepo kwa idadi ya baadhi ya raia wa Tanzania walikwenda nchi waliokwenda nchini Marekani na kuzidisha muda wa kukaa kinyume na masharti ya visa walizopewa. Taarifa hiyo imeonyesha kuwa Tanzania ina kiwango cha ukaaji wa zaidi ya muda asilimia nane nukta tatu sifuri kwa viza za B moja B mbili biashara na utalii, na asilimia kumi na tatu na saba kwa viza za F M na J wanafunzi mafunzo ya ufundi na programu za kubadilishana. Kwa mujibu wa serikali ya Marekani, viwango hivyo vilionekana kuzidi kiwango kilichokubalika chini ya sera zao za uhamiaji, na hivyo kusababisha Tanzania kujumuishwa katika kundi la nchi zilizowekwa zilizowekewa udhibiti huo. Serikali ya Marekani imeeleza kuwa udhibiti huu si kamili na kwamba Watanzania watakaokidhi vigezo na masharti ya uhamiaji wataendelea kuruhusiwa kuingia nchini Marekani kulingana na taratibu na tathmini zitakazotumika. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania itaendeleza mazungumzo ya kidiplomasia na serikali ya Marekani yanayolenga kupata mwafaka kuhusu suala hili kwa maslahi ya wananchi wote. Aidha, serikali inawahimiza Watanzania wote wanaosafiri kwenda Marekani kuzingatia kikamilifu masharti ya visa wanazopewa ili kuepuka athari kwao binafsi na kwa taifa kwa jumla. Serikali itaendelea kutoa taarifa kadri mazungumzo na hatua hizi yatakavyoendelea. Imetolewa na Wizara mambo ya Nchi za Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hadi wakati mwingine tena, ni mimi Miijfamil Kaguta kutoka Wa bongo Gabon Media.